Uh, kwa majina anaitwa Deus Ruben, captain wa timu ya Mapigo FC au Imweru A. Uh, mchezo wa jana ulikuwa mchezo mgumu. Siwezi kusema kwamba ulikuwa mchezo rahisi sana kivile, sio. Mchezo ulikuwa mgumu. Timu zote tulikuwa tumejipanga. Hususani timu yetu ya, ya Mapigo FC tulikuwa tumejipanga vizuri. Kila kitu kilikuwa vizuri. Na, shukuru, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa jana tulipata ushindi wa, wa bao moja kwa, kwa bila mchezo. Um, um, wa jana ulikuwa unahusisha timu ya Mapigo FC dhidi ya Chanjo FC tulitoka, tulitoka ma, Mapigo FC tulitoka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Matokeo um, tuyapokea vizuri matokeo yanaruhusu naturuhusu kuendelea na mchezo unaofuata kwenye fainali. Ah, mimi napenda mashabiki wapende tu kutusupport. Watusupport vijana wao. Asante. Majina naipo a majina anaitatasagarugalio mchezaji wa Chanjo FC au Nyerukoma kwanza, mechi ilikuwa nzuri. Tunamshukuru Mungu wachezaji yote tuko salama, tulimaliza mechi vizuri ingawa tulifunga goli moja kwa bila. Ila maandalizi mengine, tarehe mbili tutacheza tena mechi kama best loser, mshindi wa tatu ushindi wa tatu, yeah. Tumejipanga vizuri, tunashukuru kujiandaa vizuri. Tunaomba Mungu mechi tukute salama, na tutajiandaa kwa mapambano. Tunaomba tu watusupport kwenye mchezo zetu hizi, ili tuinue kipaji na sisi kijiji chetu kiwe na maendeleo mazuri ya football. Ndiyo, kwa mfano kwa sisi vijana lazima tukapige kura, tumpigie kura mama yetu guzwtu uh, kwa majina naitwa Osman Masunga goalkeeper wa timu ya Mapigo FC. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa game ya jana, tumecheza tumemaliza salama mchezo, japokuwa ulikuwa na mushkeli sana, ulikuwa mchezo ni mgumu, ila kwa mbinu za walimu zimeweza ma, kuamua matokeo. Hivyo basi sina cha kusema sana, kulingana na mechi jana, watu wameona. Kwanza nawashukuru watu wamezidi wa kuhamasika wa kadri siku zinavyoenda na haya mashindano ya God lash Imwelo. Hivyo basi, mchezo wetu tulicheza jana, tukamaliza salama, japokuwa tulipata ushindi ambao sio mnono kilivyo, kwa sababu ni ushindi wagolimu, wa goli moja. Ushindi ni ushindi, tuwezi kukufuru sana kwa sababu gemu ilikuwa tight. Hivyo basi tumecheza kadili ya uwezo wetu na hisi kama kipindi cha kwanza tulitoka draw, ngoma itoka sare, ila baada ya kwenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, mkocha alituambia mapungufu yetu, alituambia tubadilike wapi na wapi. So tukarudi kipindi cha pili tukamaintain game, hivyo tukawa tumepata ushindi pia wazidi kuja, kwa sababu sasa hivi tupo katika hatua ya fainali. Jana ilikuwa ni nusu fainali, waje kwa wingi mashabiki zetu wa timu ya mapigo FC waje watushangilie, kwa sababu mshabiki ni mchezaji namba kumi na mbili. Hivyo basi sisi tukiwa uwanjani, uwepo wao tukiona nje, tunazidi kuhamasika zaidi na kufanya vitu vizuri zaidi kuliko wakiwa hawapo. hivyo nawaambia na vijana wenzangu ambao wamejikita nje na mchezo wa mpira, waje na wenyewe wajiunge na mchezo wa mpira, mchezo fulani ambao unahamasisha marafiki, unafanya kuungana na kupata marafiki mbalimbali kulingana na mbali, mnakutana na timu mbalimbali, yaani unakutana na watu wengi. Na kwanza nawaambia vijana, Oktoba 29 tunatiki kwa mama, alafu pia tunatiki kwa Mange Samuel ambaye ndiye mgombea udiwani kati yetu Selesere. Hivyo pia tutatiki kwa mbunge wetu Mutandura, mbunge Chato kijijini. Hivyo naombea vijana na sisi vijana wote tumehamasika kwa huu uchaguzi. Vijana wote tutaenda kutiki kuweka kura yetu kwa mama, tutaweka wa viongozi wetu wa CCM kwa sababu ndio inatufanya tunawaka, tunanyaranyara. Hivyo asante.